na wakasi ya kilomita 30 kwa saa kwa Ziwa Victoria, Ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani. Na hali ya bahari inatarajiwa kuna mawimbi makubwa kiasi. Wakati mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha ongezeko la viashiria vya mvua hususan katika maeneo ya ukanda wote wa pwani. Na Mamlaka ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vifupi vya mvua kubwa. Inatarajiwa katika maeneo machache ya mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo wakazi wa maeneo hayo hatua stahiki ni vyema kuchukuliwa. Nakuwa usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa maeneo yanazunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu pamoja maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mikoa ya Singida pamoja na Dodoma, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na ukavu kwa ujumla. Lakini maeneo mengine ya nchi yanaosalia, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na hapo kesho, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu pamoja na maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu mvua na ngumu katika maeneo machache, pamoja na vipindi vifupi vya jua. Mikoa ya Singida pamoja na Dodoma, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua katika maeneo machache, pamoja na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua na ngumu katika maeneo machache. Fuatana utabiri wa hali ya, machate, hali ya, ya hewa siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Alsam kiwango cha juu cha joto nyuzi joto thelathini. Dodoma kiwango cha juu cha joto nyuzi joto thelathini. Mwanza kiwango cha juu cha joto nyuzi joto ishirini na tisa. Kilimanjaro kiwango cha juu cha joto nyuzi joto thelathini na moja. Mbeya kiwango cha juu cha joto nyuzi joto ishirini na sita. Morogoro kiwango cha juu cha joto ni nyuzi 27. Arusha kiwango cha juu cha joto ni nyuzi 27. Na kutoka Mamlaka Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu.